Wawaizungumzi kwa heshima eh, wanazungumza masiara masiara. <laughs> Marekani, nataka niambie garibu Mzinga, RS Berkane kutoka Morocco ni wapinzani wa daraja gani ambao Simba anakwenda kukutana finali? Well, mechi moja kali sana uh, marudio ya hii mechi misimu miwili nyuma, msimu mwaka elfu mbili ishirini na moja ishirini na mbili Simba walikutana RS Berkane kwenye hatua ya makundi na mechi ambayo ilichezwa kule Morocco Simba alipoteza mabao mawili kwa sifuri. Mechi ambayo ilichezwa Benjamin Mkapa Simba alishinda goli moja kwa sifuri, goli likifungwa na Pape Sako Osman, goli zuri sana, kama nyoka hivi anakimbia nakimbia, alafu akafunga aka, uh, of course ilikuwa goli zuri sana, miongoni mwa magoli mazuri that, that season kwenye grup moja ulikuwa na US Gendarmari pamoja na Asak Memosa akafunga goli bora ilifunga na Asak Memosa la acrobatic hivi. Huyo Papesako kwao ilikuwa ni msimu ambao amepata magoli mazuri. Uh, nimejaribu tu kukumbushia hiyo kwamba sio mara ya kwanza hizi timu zinakutana, lakini swali lako la msingi la juu ya klabu ya RS Berkane, Berkane ni klabu ya miaka mingi kwa maana ya kuanzishwa miaka mingi sana kwenye miaka ya thelathini huko alfu mia tisa na thelathini imeanzishwa huko ya? Uh, ndo hizo kwenye kwenye level na Simba kwa maana ya ukongwe wa kuanzishwa, lakini kwenye mafanikio ili takeover, uh, kimafanikio kwenye miaka hii ya, ya elfu mbili kumi na saba kumi na nane ndo walianza kufanya investment kubwa mpaka wanafanikiwa kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika, wakachukua ubingwa mbele ya Pyramids. Baadaye wakarudi tena wa msimu mwaka juzi wakachukua fainali. Uh, wakarejea msimu uliopita hawakuchukua, Zamalek ilichukua ubingwa. Uh, lakini kujiuliza tu pengine mtu anaweza kujiuliza tu, kwa nini timu ni ya miaka mingi huko nyuma, lakini haikuwa na wonders na kuja kufanya wonders sasa hivi kwenye miaka hivi karibuni RS Berkane? Hmm, licha ya kuanzishwa miaka mingi huko nyuma, ilikuwa kwa asilimia kubwa inacheza kwenye madaraja ya chini iliyokupanda ligi kuu lakini ikashuka imecheza sana kwenye madaraja ya chini. Uh, nyuma ya Berkane hii ambayo inaonekana kuwa threat zaidi ni mtu mmoja anaitwa Fauzi Lecture. Yani ukizungumzia RS Berkane unamzungumzia Fauzi Lecture, yani Fauzi Lecture. Sio mm -hmm. Uh, huyu ndo Berkane, uh, huyu ni, ni president kwanza wa chama cha mpira wa miguu cha Morocco. Okay. Yes. Ni mtu mmoja mzito sana ndani ya Morocco ndani ya Afrika na duniani y uh, ndiye ambaye alikuwa rais wa RS Berkane, kakaa kwenye kiti cha urais kwa miaka takriban kumi. No? Yes, kwenye kiti cha RS Berkane miaka hiyo kumi ipo miaka ambayo timu ilikuwa chini chini ya mikono yake, yeye timu ikapanda ligi kuu ya Moroko. Baada ya kupanda ligi kuu ya Moroko, akaitengenezea mazingira mazuri ile timu iweze kusurvive mazingira mazuri hayo kwa kuleta sponsors. Timu ina namba kubwa sana ya wadhamini. Kwa hiyo maana yake mirija ya fedha ilikuwa mingi inaingia. Fauslek je, nani? Huyo bwana a mm -hmm. Uh, ni mtu mzito kwenye kandanda kwanza. Tukiachana na mambo ya politics maana pia ni mwanasiasa mkubwa. Lakini tukienda kwenye swala politics ni mtu mzito kwa sababu ndio president wa chama cha soka cha cha uh, Morocco. Lakini pia uh, tunapozungumza hapa sasa hivi huyu mtu Juma Mosi iliyopita aliteuliwa kuwa vice presidenti wa kwanza wa shirikisho la soka la Africa CAF, ukitoa Dr Patrice Mosepe vice presidenti wake wa tano, huyu ndo namba moja. Maana vice president kuna namba moja, namba mbili mpaka namba tano. Namba moja ni false lecture. Namba mbili yupo uh, of course yuko kate okraku kutoka Ghana Yuko Bestin Kazadi, yule mwanamama alikuwa president wa AS Vita Club. Yeah. Uh, yupo Mungwengi Pierre Alain kutoka Gabon na kwa sababu ni wapi wapi wamechaguliwa wapi, wapi, hapa juzi uh, mmoja nitamkumbuka lakini uh, fauzi, uh, ni, ni Faisal Sidat kutoka Mozambiki. Yeah. Yes hawa ndo ndo vice president, sio lakini. Fauzi hii ni mara ya pili huyu Fauzi Lekjaa. Hii ni mara ya pili kuwa vice president, aliwahi pia kuwa vice president huko nyuma mwaka 2017 wakati Ahmad, Ahmad anaingia kwenye kwenye utawala. Huyu alikuwa second vice president, namba moja alikuwa ni Constantine Omar ambaye ni uh, president wa Federation ya DRC. Ushanifahamu? Kwa hiyo ni mtu ambaye ndani ya CAF ana nguvu, lakini ndani ya CAF hapo hapo amefanya kazi katika kamati inayojihusisha na mashindano ya ngazi za klabu Umeelewa? Yaani alikuwa ndo mwenyekiti wa kamati ya mashindano no? ya yeah, kafu. Umeelewa? huyo ni Fouzi Lekjaa. Kama haitoshi uh, FIFA Assembly, baraza la, la, la, la, la FIFA, huyu ni miongoni mwa wawakilishi, ni miongoni mwa watu wenye power ndani ya FIFA, Federation ya dunia ya mpira wa miguu, na nayeye yumo ndani, ana power sawa so, ukiachana uh, okay. na mazingira hayo ya nje, ukija ndani ya Morocco Uh, amefanya mambo mengi makubwa ndani ya nchi ikiwemo Morocco kwenda World Cup kufanya vizuri kwenye World Cup, mpaka semi final. Yeye ni mwenyekiti wa kamati iliyofanya mpango wa kwenda kutengeza joint bid ya Portugal, Spain na Morocco, waandae World Cup elfu mbili na thelathini. Yeye ndo alikuwa front pale, ndo mwenyekiti wa hiyo kamati umeelewa? Hmm. huyu ni miongoni mwa miongoni mwa wasibu wa mfalme wa Morocco anafanya kazi katika kingdom ya Morocco ndani. Umeelewa? Huyo yes. Ndo Fauzi, yani najaribu kukupa tu wasifu wake kwa haraka haraka. Ni mtu mmoja very powerful kwenye mpira very powerful kwenye kwenye kwenye kwenye politics ya ya Morocco, ndiye huyo ambaye alikuwa president wa RS Berkane miaka miaka kumi. Baada ya timu kupanda daraja imeshafika kwenye ligi kuu ya Morocco, Fauzi akajitoa akayaacha. Akampa mtu mwingine pale, yeye bado ana nguvu hii Berkane kufanya ya mafujo, mafujo yote ya nyuma yake kuna Fauzi. Asa ile, ile, wale watu wanapawa ya kutengeza mazingira mengi. Wewe mtu amefanya kazi, alikuwa mwenye, mwenyekiti wa kamati ya mashindano ya kafu, so, yes. Kwa hiyo RS Berkane huu ubora wake ambao tunaona hapa, nyuma yake kuna fedha nyingi, lakini kuna mtu ambaye ni mwongoza njia lenyewe limetulia pale, linatengeza mazingira RS Berkane ndani ya muda mfupi tu tayari wameshaanza kufanya fujo huku kwenye confederation, lakini tageti yao pia ilikuwa ni kutekova kwenye football ya Morocco. Unaona, Morocco mind you, kuna Raja na Wydad. Ingawaje hapa anapata wakati mgumu, kuna Raja na Wydad, Wydad ni timu ya mfalme, ni timu ya royal family ile Wydad Casablanca, kwa hiyo ana kazi ya kupambana ndani lakini Uh, ukija katika msimu huu yeye ndo bingwa RS Berkane, bingwa wa Morocco kwa mara ya kwanza, anachukua ubingwa wa Morocco. Raja yupo tupa kule, Wydad tupa kule, yeye ndo anakuwa bingwa. Hizi timu Raja na Wydad zimeyumba kidogo, umeelewa? Kwa hiyo uh, RS Berkane hii ambayo no tunaiona na ubora wake huu, nimejaribu kukupa picha ya nyuma ya RS Berkane kuna kitu gani? Yes, hii ni picha ya general kwenye swali lako la msingi la kutaka kujua RS Berkane. Lakini ukija klabu kama yenyewe klabu mm -hmm, ni klabu ambayo tayari ina uchumi kwa sababu ina sponsors wa kutosha, ina mashabiki wao, na huyu Fauzi amezaliwa manispa ya Berkane inakotokea hii timu, yani ni mtu wa nyumbani. Kwa hiyo kipindi ambacho ni president wa, wa, wa ile timu pia ni president wa federation, yani kama leo Waleskaria awe rais Coastal Union, yeah. Nyumbani. No fouls like, kwa hiyo uh, RS Berkane ina hiyo power uh, ndani ya muda mfupi wameshabeba mataji mawili ya Confederation. Mana, Champions League ilikuwa changamoto kuenda, lakini sasa hivi ndo wanaenda kwenye Champions League. Kwenye Confederation huku ni level ambayo, level ambayo wanaiweza, hii haina utofauti mkubwa sana na ile pyramid kimazingira yani Okay. Lengo la Pyramid ni ku take over football ya Egypt Africa. So, na Africa sofa tunapozungumza wanafanya vizuri kwenye ligi ya Egypt, vinara kwenye soka la Africa kwa finali Champions League. RS Berkane ndo ameshafanikiwa kwa sababu ameshabeba vikombe vya Confederation, sasa hivi anaenda kufanya furugu zake kwenye Champions League next season, umeelewa? Sasa hiyo uh, ndo ndio Berkane ni timu ambayo uh, ina ina ina ina, ina uh, big picture ya kufanya vizuri ndani ya kandanda la Afrika ambako tayari wameanza kwenye Confederation. This season wanahitaji tena kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho, kitu kinachofuata ni wakundu wa msimbazi Simba Aya yeah. <laughs> <laughs> Sasa uh, tushasikia, kitu kinachofuata ni klabu ya Simba. Mashindano yanaanza haya, wako na taji majani watatu wanne: USM Alger, kwa natajwa, Zamalek, bingo, kwa natajwa. Ya na uh, kwanza kwenye uh, tukienda kwenye eneo la ubora kabla ya kwanza kwa michuano Zamalek alikuwa ndo bora zaidi namba, namba mbili alikuwa ni RS Berkane kwenye viwango vya ubora namba tatu ni Simba Sports, namba nne ni USM Alger. Hizi ndo timu za Pot A ndo majanti wa Confederation. Tunapozungumza sasa hivi live stand ile inayosimama pale Simba ndo bora kuliko wote kwenye shirikisho yaani, mm. RS Berkane yuko nyuma ya Simba, Simba yuko mbele. Mchezo si leo hapa, na ni darasa kubwa kweli ya kuelekeza hapa kwa haraka haraka. Sio rahisi lakini mm. Hivi ni viwango vya kafu, viwango vya kafu kwenye kipindi cha miaka mitano, namba na zinaondoka yani miaka mitano nyuma ulikusanya alama ngapi? Kwa mfano, miaka mitano nyuma, miaka sita nyuma, RS Berkane alikusanya alama tano, sababu alichukua ubingwa confederation. Baada ya kukusanya alama tano, baada ya miaka kusogea mbele, zile alama zimetoka, kwa maana ule mwaka ushapotea, sababu hizi alama wanahesabu kwa miaka mitano, kwa ule mwaka umepotea, kwa hiyo ana drop alama okay. Anazitafuta tena sasa, simba yuko mbele kwa viwango vya ubora sawa. Kwa hiyo ukimpima Berkane na Simba, Simba yuko mbele kuliko Berkane kwa viwango vya ubora ushafahamu. Uh, tukija katika engo nyingine engo hiyo hapo nazunguzia nazungumzia, maana yake viwango hivi vinakuja kutumika kwa msimu unaofuata elfu mbili ishirini na tano elfu mbili ishirini na sita Engo ya timu zinazokutana wote hawa ni pot A, wote ni giant wao, michuano sawa, yaani when it comes cup competitions hawa ni majanti wawili wamekutana. Something to fear is only fear itself. Kwa Simba wanatakiwa kuogopa woga wenyewe, sio kumwogopa RS Berkane. Wapo naye kwenye same level ushanfahamu. RS Berkane kafanya vurugu sana kwenye Confederation, Simba kafanya vurugu kwenye Champions League. RS Berkane kabeba ubingwa, Simba hajafanikiwa kubeba, lakini kavuka group stage kaenda kwenye hatua za playoff. Yani kachemka tu hatua mbili kwa maana ya semi na hmm, na finali. Lakini RS Berkane sasa Champions League na Confederation ukipima mzani ni kutofauti. Asa Simba ndio ame drop na huko sasa. Amekuja huko. Asa kuja huko ndo anakutana naye. Sasa iko hivi. Mm -hmm. Uwezo kachukua ubingwa kwa kutana tu na timu nyepesi nyepesi nyepesi haiwezekani. Yes. Kuna mchanganyiko katika safari yako. Kuna mito, milima na mabonde ili ufike safari yako yakaanane. Kwa hiyo Simba amevukavuka kukapiga timu nyingi nzuri. Kapiga timu uh, ngumu na vibonde lakini amefika hapa kukutana na RS Berkane. Ukweli ni kwamba Berkane ni mgumu, no point of excuse hiyo popote. Bado tutazungumza Berkane ni mpinzani mgumu, ni, ni mpinzani bora, lakini Simba na yeye ni bora, kwa sababu ya hizo nilizozitoa, kwamba hawa wote wako kwenye level moja. Namba ziongopi, namba zinasema ukweli. Unaelewa? Berkane ana anajua njia kwa maana ya kufika fainali. Ameshafika mara nyingi ameshabeba ubingwa, lakini amewahi kupoteza pia humu ndani yake. sawa, alimfunga Pyramid alimfunga uh, kwa sababu Berkane sofa tunavyozungumza, matarajia kafa na matatu ile moja alimfunga Pyramid uh, alichukua moja ile alimfunga huyu Fadu Davids akiwa na Orlando Pirates akachukua, akachukua na Super Cup, akimfunga Wydad. Casablanca kuwa na mataji matatu, lakini ameweza kupoteza pia. Msimu uliopita tu katoka kupoteza na klabu Zamalek. Zamalek hii ambayo imetolewa na Stellenbosch out, umeelewa? Naelewa hey. Eh? Hey, kwa hiyo uh, licha ya ubora wake kwamba ameweza kuchukua kile ameweza kupoteza, shanfahamu. Hmm. Hmm. Hmm. Kule mtaani tuna misemo mingi sana. Miongoni mwa misemo eh, mikubwa wanasema kwamba mzigo wote mzito mpe msu, mpe Mnyamwezi avute abebe na kuna vitu vyote. Nataka uniambie kocha wa RS Berkane. Mm. Kwa tunaangalia mpira kwa ninaambia yule mtu mmoja muhimu sana kwenye, kwenye safari ya Berkane hapo alipo pia. Yeah. Kwa kulimzungumza Fadu E, eh, kabla mchezo, namna ambavyo uliona mchezo wa Simba na Stellenbosch, nafasi ya kocha wa RS Berkane kwenye huu mchezo Ah, mimi ni Shaban. Uh, ni kocha raia wa Tunisia. Uh, miongoni mwa generation za makocha ambao ni wa makocha wapya ambao wanafanya vizuri. Pamoja naye huyu ndo know, ile Esperance de Tunis Altaraj walichukua ubingwa mara mbili back to back wa Champions League 2018 na 2019. Alikuwa ndo head coach huyo. Mm. Eh, ilikuwa Berkane moja hatari. Ilikuwa nini Esperance hii bwana Taraj moja hatari sana kule kasimama <muchin> chini yake. Kwa hiyo Mwene Shaban ni kocha ambaye ana experience ameyo kufanya makubwa akiwa na uh, Esperance lakini uh, akiwa na RS Berkane kafanikiwa kubeba ubingwa wa Morocco. Uh, tunapozungumza sasa hivi kwa fainali na ameingia fainali, amepoteza mchezo mmoja tu wa nusu fainali ya pili dhidi ya Constantine, hajapoteza mchezo mwingine wote tangu kwenye hatua za awali kule. Hey, kacheza na wale wa Benin kwenye hatua za awali kaua, kaingia group stage. Group stage kundi lake liko Lunda Sul wa wa Angola kapiga okay. Stade Malien kapiga, Stellenbosch kaua kaua, huyu Stellenbosch ukampiga tano kule, kampiga tatu kwake, nane. Eh, huyu ni RS Berkane. Ah, uh, amefika hapa. Constantine yule kampiga chuma nne, alikuwa na Simba kundi moja, alikuwa na Simba lakini muomba kampasua vibaya, kampasua chuma nne kweni ni, ni mweni Shaban, you have to respect hicho kitu soko. Bahati mbaya ana uwezo, ni kocha mzuri kocha ambaye amepeleka RS Berkane hapa na wenyewe Berkane huwa wanaangalia pia CV za makocha ambao wanawachukua. Huyu kocha aliangalia quality yake kwa nadhani ni kocha mzuri sana ambaye anaweza kuwavusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na, na tumeiona timu inaenda kwenye finali ishachukua ubingwa tayari wa Morocco. Wanakwenda kwenye finali ya kombe la shirikisho. Maana wanatafuta ubingwa wa pili. Uh, next season wanaenda kuchallenge kwenye Champions League. Mwenye Shabani amefanya fema kazi yake sofa ni makamendepojaki lakini ndio siwezi kulata na mashabiki wa Simba wasikie hmm. Ni maeneo gani RS Berkane kunyasi, ni wana madhaifu, yani inampiga mtu tano sita ngapi ngapi, lakini wao kusama, kwa mimi inavyofahamu mpira wa Afrika, Berkane kuna nyakati fulani wana madhaifu sehemu fulani. Aha, sasa Uh, mechi zao nyingi wamefanya vizuri, madhaifu yao lazima iwe ngumu, sio tu Simba, Tanga ndio mtibua sugar pale, bado mechi ingekuwa ngumu hiyo finali, amefungwa na eh, hata kwenye mechi za nyuma kuna mechi waliruhusu magoli Okay. Kwa hiyo weakness ipo. Lakini kwangu mimi, pengine weakness inawezekana ikawa sio ya kimfumo sana, sio ya style of play sana. Weakness ya mazingira nadhani itakuwa na faida zaidi kwa Simba. Mm. Yani Ares Berkane atakuwa mbogo, atakuwa hatari wakiwa kwa Morocco. Okay. Orange Kya, boys. Yes. Lakini wakija Dar es Salaam, story itakuwa to tofauti. Mm. Kwa hiyo a uh, nani atamfunga mwenzake on aggregate mabao mengi? Naamini mecha kule Rais Berkane wana nafasi kubwa ya kushinda mechi ya Tanzania, Simba ana nafasi kubwa ya kushinda. Nani kamfunga mwenzake nyingi on aggregate? Mm, hapo ndo kwenye bingwa hapo. Ehe, huyo ndo atakwambia haya mambo ya yanga huko na miko huko, nimekutoa. Ehe, lazima mtu atambie kwake ni sure. Bora, mtazamaji sizani kama nimeacha swali na uzuri hii e, tunafanya sasa ile yani mchaka mchaka kuelekea fainali ya shirikisho barani Afrika. Huyu ni Garibu Mzinga, huyu ni guru, narudia tena. Yani huyu yuko hai na msifia, ni kati ya waandishi bora sana kwenye kuandika story na, na mpira wa Afrika ni bora sana lakini sio no eneo hilo atoki, akiwa anazungumza mpira wa nje ya Afrika pia anauelewa mambo mengi sana. Nafikiri amesoma sana, kwa sababu ujuzi upo kwenye vitabu. Kwa hiyo kama unatamani kuwa kama Garibu Mzinga, sio kumfollow tu Instagram, basi anza na kujifunza, bila mambo kufanya. Mimi binafsi nishabiwa kazi yake, nenda kwenye mitandao ya jamii mfuate kule, pa kumtukana mtukane, pa kumsifia msifia. Mimi ni Sike nyuma kamera jaki chao.